Kutokana na ukosefu wa ajira kwa nyanja mbalimbali nchini, wanachama wa umoja wa walimu wasiokuwa na ajira nchini Tanzania Neto wametoa msimamo wao rasmi, wakieleza kusikitishwa na kile wanachokiita usaliti wa viongozi wa umoja huo katika harakati za kudai ajira. Wamepinga na kujitenga na msimamo wa viongozi hao, hasa baada ya kukutana kwao na serikali jijini Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa yao kwa umma, wanachama wa Neto wamesema wameamua kujitenga na uongozi huo na badala yake kuanzisha vuguvugu jipya la kudai ajira lijulikanalo kama Neto Members Movement. Wamesisitiza kuwa harakati zao zinaendelea kwa nguvu zaidi, wakidai haki ya kuajiriwa kwa, kwa uwazi na kwa kuzingatia vigezo vya muda wa kuhitimu masomo. Wanachama hao wamesisitiza kuwa hawatawatambua wale wanaojiita viongozi wa Neto waliokwenda kuonana na serikali kupitia waziri wa nchi Ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa George Simba Chawene. Wamedai kuwa msimamo wao tangu mwanzo ulikuwa ni kutaka serikali ikutane na walimu wote wasiokuwa na ajira nchini badala ya kundi dogo la watu wachache waliokwenda kwa niaba yao bila ridhaa yao. Viongozi waneto wadaiwa kujipatia vyao bila uchaguzi. Wanachama hao wamedai kuwa hakuna uchaguzi wowote uliowahi kufanyika wa kuchagua viongozi wa NETO, iwe kwa njia ya mtandao au kwa mkutano wa hadhara. Kwa mujibu wa taarifa yao, wanaojiita viongozi ni watu waliojitwika vyeo wao wenyewe bila kupata idhini ya walimu walio wengi. Aidha, wamefafanua kuwa NETO ni vuguvugu la kudai ajira movement, na ni taasisi rasmi yenye uongozi maalum. Wanaamini kuwa muundo huo utasaidia kuendeleza madai yao kwa nguvu pasipo nafasi ya watu wachache kunyamazishwa au kurubuniwa. Wanachama wanete wametaka serikali itangaze ajira mpya za walimu kati ya elfu sitini hadi laki moja kwa kuzingatia mwaka wa kuhitimu. Wameitaka serikali kuhakikisha ajira hizo zinatolewa kabla ya kuvunjwa kwa bunge na kuanza kwa mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunataka kuajiriwa sio kufanya mazungumzo au maridhiano. Serikali ina uwezo wa kutuajili baadhi. Yetu tumekuwa mtaani kwa zaidi ya miaka kumi bila ajira, hivyo maridhiano ya 4RS hayawezi kuwa suluhisho la tatizo hili. Kufanya mazungumzo bila kutoa ajira si tiba kwetu, imesema sehemu ya taarifa hiyo. Pia walimu hao wametoa ombi la kutaka kukutana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa wazi kama ambavyo amekuwa akikutana na wananchi kwenye sherehe na matamasha mbalimbali. Walimu hao wamewataka viongozi wa neto kutoa taarifa ya matumizi ya zaidi ya shilingi bilioni tano zilizochangwa na wanachama kwa ajili ya kusaidia watoto wenye mahitaji maalum. Wamedai kuwa fedha hizo zimetumiwa kinyume na makusudio, bila uwazi wala maelezo kwa wanachama. Tunalaani kwa kauli moja matamshi ya baadhi ya viongozi wakubwa wa serikali wanaushauri walimu elimu wajiendeleze badala ya kuhitimu au vijana waliomaliza vyuo vikuu waende VETA. Tunaona kauli hizi kama dharau na matusi kwa watoto wa maskini waliopata elimu katika mazingira magumu, wamesema. Mwisho NETO ameitaka serikali kutatua tatizo la ajira badala ya kulihamisha huku wakiomba wazazi wote nchini kuwaunga mkono katika harakati zao za kudai ajira. Ifuatayo ndio barua iliyoandikwa na Umoja wa Walimu Wasio na Ajira Tanzania. Umoja wa Walimu Wasio na Ajira Tanzania, NETO Members Movement NETO MEMO. Taarifa kwa umma juu ya msimamo wa walimu wasiokuwa na ajira nchini Tanzania. Ndugu ya Tanzania, tunapenda kuwajulisha kuwa sisi walimu tusiokuwa na ajira nchini ambao tuliunda umoja unaoitwa Non Employed Teachers Organization NETO. Tumesikitishwa na namna viongozi wa NETO waliosaliti harakati zetu za madai ya ajira nchini. Tunalaani na kujitenga na misimamo waliokuja nayo viongozi hao baada ya kukutana na serikali huko Dodoma. Badala viongozi hao kuonekana kwenda kinyume na maagizo yetu kwa menendo na matendo. Sisi walimu tusio na ajira Tumeamua kujitenga mbali na uongozi huo na sasa tunadai haki yetu ya ajira kwa umoja wetu. Na kwa mantiki hiyo, tumeanzisha vuguvugu la kudai ajira nchini chini ya mwamvuli wa NETO Members Movement, NETO Memo. Msimamo wetu kwa walimu tusiokuwa na ajira nchini. Moja. Hatu watambui wanaojiita viongozi walioenda kuonana na serikali Dodoma kupitia Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma, Mheshimiwa George Simbachawene, kwa kuwa msimamo wetu tangu mwanzo ilikuwa ni kutaka serikali kutane na walimu wote nchini wahanga. Kwa hiyo wanaojiita viongozi walilazimisha kwenda. Mbili. Sisi walimu tusiokuwa na ajira nchini hatujawahi kufanya uchaguzi wa kuchagua viongozi wetu mahala popote, iwe kwa njia ya mtandao au kwa kukutana hadharani. Hao wanaojitambulisha kuwa viongozi ni watu waliojipatia vyeo vyao wenyewe bila kupata idhini ya walimu walio wengi. Tatu. Sisi walimu tusiokuwa na ajira tunaitaka neto ambayo ipo kwenye muundo wa vuguvugu la kudai ajira movement, na sio taasisi yenye uongozi. Hii itatusaidia kuendeleza madai yaliyo na nguvu bila kutoa nafasi ya wa wachache kunyamazishwa kwa namna yoyote ile. Nne. Tunaitaka serikali itoe ajira kwa walimu kabla ya kuvunjwa kwa bunge na kuanza kwa michakato ya uchaguzi mkuu wa taifa wa mwaka huu wa 2025. Tunahitaji ajira kuanzia elfu sitini hadi laki moja kwa kuzingatia mwaka wa kuhitimu. Tano, tunahitaji kuajiriwa na sio kufanya mazungumzo maridhiano kwa sababu serikali ina uwezo wa kutuajiri. Walimu wamemaliza miaka kumi mtaani bila ajira. Kwa hiyo, maridhiano RS, hayawezi kuwa tiba ya kutibu majeraha yetu ya ukosefu wa ajira kwa muda wote huo. Kufanya mazungumzo bila kutoa ajira sio tiba kwetu. Sita, walimu tusiokuwa na ajira tunahitaji kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika eneo la wazi. Jambo hili tunaamini linawezekana kwa sababu tumekuwa tukiona rais akikutana na kuhudhuria sherehe na matamasha mbalimbali ya wasanii, hivyo tunaamini hata sisi vijana wa nchi tunayo haki ya kukutana na rais na tukamweleza changamoto yetu ya ajira ili tupate suluhisho la janga hili. Saba, tunataka hao wanaojiita viongozi ambao hawakuchaguliwa watoe taarifa ya fedha zilizochangwa na walimu zaidi ya milioni tano kwa ajili ya kwenda kufanya tendo la huruma ikiwemo kuwaona watoto yatima, lakini fedha hizo wamezitumia kinyuma na lengo tena bila kutoa taarifa. Nani tunalaani kwa kauli moja, kauli za baadhi ya viongozi wakubwa wa serikali juu ya vijana wa Kitanzania waliopata elimu katika mazingira ya shida, kauli za kuambiwa walimu wajiendeleze baada ya kuhitimu vyuo na kauli za kuambiwa vijana waliomaliza vyuo vikuu waende VETA. Sisi kama vijana kauli hizo tunazichukulia kuwa ni dharau na matusi kwa watoto wa maskini. Sisi walimu tusiokuwa na ajira tunatoa wito kwa wazazi na walizi wetu ambao wametusomesha kwa shida na dhiki waweze kutuunga mkono katika suala hili la kudai ajira. Tunashauri serikali iwe na tiba kuhamasisha tatizo badala yake ijikite katika kutatua tatizo. Walimu tusikilizwe, ajira ni haki yetu. Tanzania ni taifa letu. Imetolewa na METO Members Movement tarehe kumi na nane mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano.